Mafanikio muhimu ya kukomesha mgogoro wa miaka mingi mashariki mwa Kongo, waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesaini makubaliano mapya ya kutafuta amani Qatar. Na Marekani zilitangaza makubaliano hayo kama mpango wa kukomesha mapigano makali na kuboresha hali mbaya ya kibinadamu katika taifa hilo la Afrika ya kati. Mjumbe wa Rais wa Marekani Donald Trump barani Afrika alitoa wito kwa pande zote kushirikiana katika utekelezaji mara moja. Mpango huo umejadiliwa na kuafikiwa, kwa hivyo tunahimiza pande zote, na tumekuwa tukizihimiza kwa siku chache zilizopita, akiwemo Waziri Rubio katika taarifa yake siku mbili au tatu zilizopita, wakubali pendekezo hili na kulitekeleza mara moja bila kuchelewa. M23 ni mojawapo ya makundi zaidi ya 100 yenye silaha yanayoendesha harakati zao katika eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda walianza kuteka maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo mwaka 2021. Mgogoro huo umewaua maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni zaidi kupoteza makazi. Changamoto zinabaki kuwa kubwa huku mapigano yakizidisha hatari ya kuzuka vita kamili vya kikanda. Majaribio ya awali ya kupata amani yameshindwa. Sasa makubaliano ya hivi karibuni huko Doha yanaashiria hatua muhimu kuelekea mchakato mpana wa amani.